Sana. Yeah. Timu ambayo haina makali sana. Uh, kiukweli level ya Stand United na Young Africans ni mbili tofauti, tunaishuhudia Young Africans ni timu yenye daraja ya kubwa yenye wachezaji wakubwa wenye quality, yenye maandilizi makubwa yenye facilities nyingi za kuifanya kuwa bora zaidi kiwanjani kuliko Stand United. Tuwapongeze Stand United, kipigwa alichokipata kilikuwa ni stahili nazani, nazani wangefungwa zaidi ya hapo lakini ni kutokana na wao nao kujaribu kutamani uh, kuonesha walichokuwa nacho, kwa hiyo mimi niseme kwamba kila, yani kuna kila haja ya kumpongeza Stendi kuliko kumsifia Young Africans kwa mechi ya leo, kwa sababu Yanga kumfunga Stand United ni kawaida, lakini pia tusisahau, tunazidi kuwaonesha kwamba Young Africans tuna wachezaji wenye quality kweli. Mnapojaribu kuwasema na kuwakemea na kuwaongelea mabaya, wanajaribu wanazidi kuwaonesha utofauti wao. Wachezaji wenu wa mchongo mchongo, Stefan Ziki magoli manne na asisti mbili ndani ya mechi moja, sio kitu kidogo. Tunamshuhudia Kratos Chota Chama magoli mawili na asisti tatu ndani ya mechi moja, sio kitu kidogo. Tunashuhudia performance ya Maxim pia Nzengeli kubwa anaonekana kila eneo la uwanja, anakaba, anashambulia na anajaribu kufanya kila kinachotakiwa kufanya na anapata maelekezo ya kocha vizuri. Tumemshuhudia Kibwana Shomari ambaye kila mechi anayopata nafasi anajaribu kumuonesha kocha kwamba anahitaji kupata nafasi zaidi ya hii. Kwa hiyo Young Africans ni timu ambayo kiukweli hakuna timu inatamani kucheza na Young Africans, huo ndio ukweli. Na leo tumeingiza full mkoko kwa sababu mashindano ya wanaita uh, CRDB Confederation Cup ndio mashindano pekee ambayo Young Africans tunayatendea haki sana, kwa sababu sisi ni mabalozi wazuri wa CRDB Bank, si umeelewa? Kwa hiyo katika swala la CRDB, Yanga asee hacheki na yoyote, ndio maana tumeweka fulu mkoko, tumewajaza washabiki, washabiki tumeingia vya kutosha na tumempiga kipigo cha maana maana yake nini? Tunataka kwenda hatua inayofuata, na nimesikia tetesi, hatua zinazofuata tunaenda kukutana na mtu ambaye alijaribu kutuletea fujo, kujaribu kutuongelea ongelea vibaya na kujaribu kutukamia sana kwenye mechi ambayo tulicheza naye kwenye ligi kuu. Inasabiriwa hivyo, pengine mkakutana, mimi ndio ombi langu, ombi langu hapana. Kabla ya fainali, kuna mtu anililetea mambo mengi sana, aliongea timu inaongozwa na huyu jemedali JKT. JKT nasikia ndo tunaenda kucheza naye nusu finali. Hiyo mechi naitamani sana kwa sababu hapo ndio nitaenda kuonesha pumba ziko wapi na mchele uko wapi. Nitaenda kuonesha kwamba kuna kazi ya kuchambua mpira na kuna kazi ya kulea timu au kuimanage timu. Abaki kwenye kazi moja ambayo ya kuchambua mpira na kuchambua mpira kwenyewe inabidi afate watu wanaojua kuchambua mpira. Jemedari nampa somo. Afate watu wanaojua kuchambua mpira. Angalia kinaambukile. Mnajaribu kuwazoshia skendi tofauti tofauti, lakini kiuhalisia wale ndio chambua mpira wa kweli. Simba ikikosea anasema, Yanga ikikosea anasema. Simba ikipatia na sifia, Yanga ikipatia nasifia, nasifia. Wakina Ibrahim Mwambukile tunawashuhudia, lakini washabiki wengine ambao wamepewa bahasha wanaongelea tu timu moja, wanajaribu kusifia tu siku zote. Hatutaki mpira hivyo washabiki atu, siku hizi hatutaki mambo ya hivyo. Penye ukweli ongea, penye mazuri sifia, penye ukweli kata lakini Baraka, ukiachana na JKT inabiriwa yeah, kwamba mnaweza mkakutana na mtani wako ambaye mmesema hamchezi, hilo ndio ninalolitaka. Tawire, ndio ninalolitaka mm, hiyo -hmm. Mimi namtamani kuliko anavyotamaniwa, yani kuliko anavyotamaniwa na wengine wote. Mimi namtamani kinoma noma, yaani, oya mtani, ruka ruka, we ruka ruka huko, nenda Zanzibar, nenda sijui wapi, nenda stereboshi, sijui nenda wapi da, nenda... Yeah. Confederation hakikisha unaingia fainali, yani. Yo, fanya yote huko usinikimbie mimi kokote, namtaka. Nimesema ligi ya mchezi ligi sichezi, si kwa sababu si uamini si uongozi tena wa TFF na bodi ya ligi, ndio maana nashinikiza kwamba sitaki kucheza mechi ya Simba Ilimani uongozi ubadilishwe, okay, lakini sio kama tutaki kucheza na Yanga na nini na Simba kwa sababu si, si, umeelewa sisi mtuelewa Tanzania, okay. Yanga, sio kama hatutaki kucheza na Simba, hmm, tunawataka mda wote, ila matakwa yetu, hatuamini uongozi wa TFF na bodi ya ligi. Hivyo kama waliweza kubadilisha mechi ile na kuwasikiliza Simba, hivyo na wao watusikilize sisi. Hatuamini uongozi wao, wakibadilisha sisi tunakitonga nao muda wote muda wote yani, nitakitonga naye ligi na nitakitonga naye huko kwenye confederation. Tena namwambia huko asinikimbie, nasikia kaenda Zanzibar, kawaribu uwanja wetu wa taifa, kafanya maulogi uwanja, sasa hivi haupitishi maji chini, wameufukua fukua uwanja, wamefukia mambuzi mang'omba, mwaga mafuta uwanja, sasa hivi haufai sasa Rais Hassan Mwinyi, ala Hassan Mwinyi, wazuia uwanja wako asije akakuharibia. Wanaenda kule Zanzibar kwenda kuharibu viwanja vya watu. Tena naomba uwanja wa Zanzibar muulinde, jamani. Hawa watu wakija, wanachafua, wanaenda kuziba miviwanja, kwa muangalie maana sio upako, amna upako, hivyo wetu ucheze mpaka upako mafuta? Yani we timu ya mpira, we timu ya mpira, au au abuza sambabo pako mafuta andaofanya vizuri, rafiki yangu, hayo mambo gani kwao? Tunataka tuwaambie rais wetu wa Zanzibari, tunaomba waekee mipaka au usiwape uhuru uwanja, watauharibu. Kingine washabiki wa Simba au makoro au maa, maa. Wote, na watani zangu, mi nawatania mda wowote, amna cha kunifanya chochote sababu nyinyi watani wangu, imalelewa msibebe matokeo kichwani, stereboshi anaweza akawarudisha mkaogelea kutoka Zanzibari mpaka Dar es Salaam. Mimi nawaambia kwa sababu nyinyi hamna historia nzuri na timu zenye ngozi nyeusi zinawatesa, hivyo angalieni ndugu zangu, msije akaenda kuwakuta kule, mkajikuta mnarudi kwa kuogelea, mkaizi wapi Kigamboni karibu, au pale feri karibu. Tunawahasa kabisa, msibebe matokeo yenu. Amediari waambie watu wako waandae kabisa, waandae kisaikolojia, wasibebe matokeo, ila fanya yote, usinikimbie, Confederation inakutaka.